Hello mambo, vipi, karibu tena kwenye channel yetu ya Nahoda Creative, sehemu ambapo tunajifunza mbinu tofauti tofauti za ubunifu. Na katika video ya leo nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza rolling film credits, yale maandiko ambayo yanapita mwisho wa filamu. Kwa mfano kama unaangalia film, baada ya kumaliza film kuna maandiko yana kupita, yani ukiangalia filamu kubwa hizi, basi utaona mwisho wa filamu basi kuna maandiko yanapita. Ikiwa wewe ni muhariri au video editor au unataka kutengeneza filamu yako ionekane nzuri, basi hii ni sehemu sahihi kwako. Kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe na ubonyeze alama kengele, ili uwe wa kwanza kupata mafunzo yetu mbalimbali ya ubunifu pamoja na Loloji, mimi naitwa bila kupoteza muda, twende nikakuonyeshe hatua kwa hatua ambazo unaweza kuzipita kuweza kutengeneza rolling. Ikiwa tayari nishafungua Adobe Premier pro yangu, basi kitu ambacho kinafuata ni kuweza kutengeneza rolling credits Nitakuja kwenye project panel, nita right click. Baada ya right click, nitakuja kwenye item. Kwenye item nitaangalia black video. Kwa hiyo kama huoni hivyo, basi utakuja kwenye new item, baada hapo utakuja kwenye black video na ku click, itakuletea window kama hiyo, ambayo itahitaji kuweza kuifanyia setting black video. Ikiwa tayari mimi nimeweka sequence yangu kulingana na na video ambayo naandaa, basi nitaiacha hivyo hivyo, baadaye nitabonyeza OK. Baada hapo nitaichukua black video na kuiweka kwenye timeline, nitaiburuta na kuiweka kwenye timeline kama unavyoona, tayari black video ipo kwenye, kwenye timeline na nitairefusha at least nipate dakika moja au sekunde sitini. Huyo nitairefusha mpaka, mpaka hapo ikiwa tayari imetimu sekunde sitini, dakika moja. Baada ya hapo ni kutengeneza rolling film credit. Kwa hiyo nitakuja kwenye kwenye essential graphics, na kama huyoni basi, utakuja kwenye window, alafu uta click kwenye essential graphics kwa hiyo nitakuja kwenye essential graphics. Baada hapo nitakuja pembeni huku, mkono wa kulia umeandikwa new layer, nitaklik. Baada ya kuclick nitakuja kwenye teksti kwa. Baada ya kuja kwenye teksti itakaa kama hivyo. Kitu ambacho kinafuata ni kuweka teksti yangu kuiweka align. Kwa hiyo nitakuja kwenye kwenye center align, nitaweka center align. Baada hapo nitakuja align center ve, uh, horizontal na vile vile nitaweka align center vertical. Baada hapo kitu ambacho kinafuata ni kuanza kuandika rolling up yang. Kwa hiyo baada ya kuandika rolling hapa, kwa hakika utakuwa kichwani mwako au umewajua nani uwaweke. Kwa mfano unaanza crew yako unaweka crew yako, au unaweka cast yako. Kwa hiyo itategemea na wewe umepewa na script writer kakupa kitu gani. Ikiwa kakupa majina yako utamwandikia, uta, uta kwa mujibu alivyokupa. Kwa hiyo ikiwa mimi tayari nimeandaa, nimeandaa kama hivi unavyoona, nimeandaa kama hivi an mfano, kwa hiyo Nahoda Creative Film, film by Yusuf Nahoda, cast crew. Kuna crew yangu hiyo, kuna writing director na producer, kuna cinematography, kuna film editing. Kwa hiyo wewe kwa, kwa mujibu wa script yako basi utakuwa unawajua. Kwa hiyo baada ya hapo nitaiselekti yote hii na kuikopi. Baada ya hapo nitakuja kwenye kuikopi na kuipeleka kwenye Adobe Premiere Pro nitahakikisha hii imekaa sasa na video yangu. Baada ya hapo, nitakuja kuselect layer yangu na kuipaste. Kwa hiyo nitakuja edit, baada ya hapo nitakuja paste. Baada ya hapo, unaweza ukakuka uka, kwenda kwenye text zako kuweza kuboresha tofauti tofauti miandiko. Kwa hiyo utakuja kwenye text hapa, unaweza ukabadilisha fonti zako, ukaweka fonti ambazo unazitaka ukiwa umeselect yote hii utabonyeza control a. Baada hapo utakuja kubadilisha fonti ambazo unazitaka, ikiwa Roboto au zozote ambazo unazitaka wewe. Kwa hiyo hapa ni wewe mwenyewe fonti gani ambazo una una unazitaka. Una baada ya hapo ni ni, ni unaweza ukaongeza uka, uka ukubwa wa maneno hapo au ukaweka maneno yako kwa kuanzia thelathini na nne na, na kushuka chini ili maneno yako yasomeke vizuri. Kwa hiyo utakuwa wewe mwenyewe unaangalia ni vipi uweke kitu ambacho kinachofuata hapa utabadilisha font style. Kwa hiyo uta either bold au utaweka medium, itategemea na wewe mwenye kitu gani ambacho unakitaka. Mtaweka bold. Baada hapo utaangalia color zako. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha color hapa kwenye fill. Kwa hiyo utabadilisha color uko, unaweza ukaweka color nyingine. Ita, itategemea na wewe mwenyewe color gani ambayo unataka. Kwa hiyo namna kama hiyo kitu ambacho kinafuata ni kuweza kuanimate layer yako. Nitakuja kwenye, kwenye selection ili niweze kuona vizuri. Nitaangalia nita, nita, nita click kwenye, kwenye, kwenye, kwenye layer yangu ya text, na baada hapo nitakuja kwenye responsive design. Kwa hiyo nitakuja kwenye roll. Nita click, baada ya kukliki kila kitu kitakuwa tayari, kwa hiyo preview hapa utaona kila kitu kipo tayari, na unaweza ukaongezea tu ukaongezea setting fulani hivi kuweza kupata ubunifu zaidi. Kwa hiyo hizi, kuna kuna pre kuna pre roll, kuna post roll, alafu kuna easy in alafu kuna easy out. Kwa hiyo easy in hii ya kusaidia wakati inapoanza, inaanza ina, ina vipi? Kwa hiyo tukiangalia tofauti hapa, inavyoanza kwa hiyo inavyoanza na tunaweza tuka tukaweka tuka, tuka, setting hapa unaweza ukaweka ukaweka tano kwa mfano kwenye kwenye kwenye second. Kwa hiyo ukirudi hapa inavyoanza, alafu unaweza ukaja kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ease out unaweza ukaweka ukaweka tatu hapa kuweza kuweka tofauti. Baada ya hapo ila kitu utaweka sawa, na utaweza kuweka kwenye video yako wakati inamaliza. Na hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunaweza tukatengeneza rolling film credits. Mimi naitwa Nahoda Creative, na kama bado huja subscribe, tafadhali subscribe, na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu mbalimbali ya ubunifu pamoja na technology.